Kitabu cha mwanamke fungua kurasa. Ndugu zangu, hatuwezi wote tukawa na siasa, hatuwezi wote tukawa madaktari. Kila mtu Mungu hapa amemleta ana kusudio lake. Je, unalitambua hilo kusudio? Mimi mwenzenu, bahati nzuri, namshukuru sana Mwenyezi Mungu, at a very young age niliweza kujua mimi ni nani na kusudio gani na niko hapa duniani kwa sababu gani kwa pamoja kwamba nilikuwa ni nasoma lakini, sikuacha kufanya shughuli ya wito niliopewa ya uongozi ya kuongoza wake, na ndio maana niko hata tayari kuvunja shughuli zangu pale ninapoitwa nije nizungumze na watu, kwa sababu huo ndio wito wangu nilioletwa hapa duniani. Ninilazima, ni lazima niutimize. Nimemaliza form 4 very interesting part, siku ya mahafali. Wanatajwa wanafunzi bora, kila orodha inayotajwa pale, iwe science iwe sijui civics, kwenye wanafunzi bora mimi sipo. Haya, watu ana usafi bora sipo, eh? sijui mwenye nidhamu sipo. Nakumbuka mama yangu alikuja na ndoo ya biriani, shughuli ilivyoisha akasema, mjinga mmoja, hebu mingia kwenye gari tuondoke, yaani wewe haupo popote. Leo nataka nitume salamu kwa wazazi. Inawezekana mtoto wako anaweza asiwe bora kwenye jambo fulani, lakini yuko bora zaidi kwa jambo jingine ambalo huyo aliyokuwa nalo bora sasa hivi kwenye hilo ye hayuko. Wazazi, tuwaache watoto watimize ndoto zao. Ili ni uma nikaumia sana, lakini katika haya maisha kila kitu kina sababu yake nikamshukuru Mungu tukarudi nyumbani, na biriani tukalilia nyumbani. Wakati wenzangu wanasherekea huko, mimi sipo. Nimemaliza form 4 nimepata division 2, nikachaguliwa mimi kwenda Tabora Girls. Nikasema du, Tabora! Ikabidi wazazi wangu wakanisaidia, nikarudi tena Jangwani. Jangwani mimi, Tabora nilipangiwa PCB PCB Jangwani, picha likaanza kwa wazazi. Ah, tunataka usome kozi ngumu Ngamia. mimi sitaki kusoma PCB mimi, naamini ningesoma HKL mimi ndo ningekuwa Tanzania wani wakati huo, lakini wazazi wanataka mambo magumu, nikalazimika kusoma EGM, Economics, Geography na Mathematics pure, bam so bam pure Mathematics EGM. Tulipoingia form 5 naomba mnisikilize pale Jangwani na shule nyingine tulikuwa na company training program inaitwa Junior Achievement Africa, ambayo ilikuwa inawatraini vijana kwenye masuala ya kuendesha makampuni wakiwa mashuleni. Kwa hiyo sisi tukaambiwa tunde kampuni and guess what? Yani mi wakaniteua niwe CEO wa kampuni, watu wenyewe wakasema wewe utakuwa oh, CEO. Nikasema jamani, huu uongozi huu sio mchezo. Nikawa CEO, tukaendesha kampuni ilikuwa inaitwa Creative and Classic One Company. Tukaanza kuuza bidhaa pale shuleni, yani mnabuni kampuni, mnauza bidhaa, mnatengeneza faida ya masoko, yani mnakuwa trained practically jinsi ya kuendesha kampuni. Ilipofika mwisho wa mwaka, wakashindanisha shule zote, ipi kampuni bora na nataka niwaambie pale kwa Jangwani ya Zania, Tambaza, lakini Jangwani tulishika namba moja, ndio kampuni bora ya mwaka huo kwa wakati ule, the the best company of the year creative and classic one company kutoka Jangwani Girls Secondary School. Na CEO nilikuwa ni mimi pale. Tukaambiwa kwa sababu hii ni mafunzo Afrika, kwa hiyo tuchaguane wakurugenzi watano, twende Ghana kwenye mashindano ya Afrika. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa mara ya kwanza mimi nikakwea pipa nikiwa form 5 nikaenda Gana, makofi kwangu <laughs> nini ninachotaka kuwafundisha, msikariri. Kuna watu wanaamini kusoma peke yake ndio umetoboa maisha. Kijana mwenzangu, ukitaka kufanikiwa lazima ufanye mambo mengi kwa wakati mmoja, extracurricular ili uwe mbobezi, watu wakuone tofauti na wengine. Usifanye the normal the ordinary, fanya extraordinary. Mi uko ukienda TAKUKURU klabu nipo, yuwe ni klabu nipo, sijui klabu gani, Rusa shoot nipo, kila klabu mimi nipo, ndugu yangu, na nasoma vile vile tu.